kwenye matangazo yetu na tunazungumza siku moja baada ya sherehe za Mei Mosi ambazo zimeshuhudiwa eh, tangazo muhimu la nyongeza ya mshahara eh, kima cha chini kwa asilimia 35 kwa watumishi wa umma. Nyongeza hiyo itaanza kutumika Julai Mosi mwaka huu kwa kima cha chini kutoka shilingi laki tatu na elfu sabini hadi shilingi laki tano ambapo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo yamefanyika kitaifa mkoani Singida. Hebu tutazame uh, hili lakini pia tutazame hali ya mishahara ya wafanyakazi uh, na tutatazama hapa tukiwa na katibu wa uh, kanda uh, ya Mashariki, Meshak Sarota, wa chama cha wafanyakazi ambacho kinaitwa Kotu uh, T. Aha, mesha karibu sana. Ashukuru sana. Lakini vile vile uh, Eliasi Robert Ilogwe yeye ni katibu wa kanda msaidizi kotu T eh, uh, za kanda ya Mashariki. Karibu sana. Asante sana. Lakini kule tunaye Ali Mkimo. Leo ni mwalimu. Eh, naona leo mama wako tupigisha darasa kidogo. Kabisa. <laughs> Eh, haya mambo yanavyokwenda. Muhimu. Eh, Ali Mkimo bwana, tumeambiwa nyongeza hii ni ya kima cha chini. Lakini kwa kima viseme vima au seme skills nyingine mm, hizi salary skills nyingine nyongeza e, itakuja na itakuwa tutaambiwa eh. Lakini hii hii, hii tu ya kima cha chini zungumzia, yeah. Kima cha chini tunamaanisha nini? Eh, tunamaanisha wale ambao tunasema kwenye eh, zile levo za mm. mishahara mm. Uh, yenyewe ndo tunasema ile the lowest ile ambayo inatoka yenye eh, kima kile kilicho cha chini kabisa kwa ukubwa tena ambacho tumekizungumza kitu kizuri good luck unajua yeah. Wakati napanda asilimia 23.3, ukiangalia kwenye ule mtiririko mpangilio ulivyokuwa, eh, tulikuwa tunasema inaenda kwa mtindo wa upward diminishing rate, yani kadri ambavyo eh, mshahara unaongezeka zile percentage zilikuwa zikishuka mm. Eh, na kwenye mifumo ya kiuchumi ni kawaida hiyo kwa sababu wale ni kumsaidia yule mwenye kima cha chini ndio apate asilimia yote ambayo imeainishwa. Kwa hiyo uh, huyu mwenye kima cha chini yeye lengo lake ni kumpunguzia inequality ambayo imekuepo, ule kutokuepo kwa ule usawa ambao umekuepo, walau na yeye mm. aweze kusogea kumudu mahitaji uh, ya kila siku. Kwa hiyo ile ile ya chini kabisa ndio hiyo, kwenye zile scales unaweza ukasema hiki uh, ndicho kima cha chini kwenye kwenye hayo uh, malipo na unaweza kuona hapa imeongezeka uh, mm, kutoka 370 hadi 500. Sasa, umezungumza hicho kiwango hicho kiwango, kiwango ile nyongeza ya mwaka 2022. Nafikiri mara ya mwisho ilikuwa nyongeza ilikuwa 2022 kama sijakosea, kabisa mwaka wa fedha 2022 2023, kabisa amba, ambapo ilikuwa ni asilimia kama ulivyosema, asilimia 23.3, lakini nyongeza hii ni kama pia iligusa pia e, level nyingine ama scales nyingine, na hapo kawa wanasema kwamba jinsi ambavyo ilikuwa mtu ambaye anakuwa na, na mshahara mkubwa zaidi ndivyo ambavyo e, kile kiwango kikawa kinapungua. Kwa hiyo yule wa chini ndio alikuwa anaongeziwa ile asilimia 23. Sasa ile, ile formula ilikuwa inatumika na, na, na, na, na hii ya sasa hivi tofauti yake ni nini? Uh, sasa, sasa, kwa sababu zitakuja hizo uh, percentages ambazo zitaainishwa mfumo utakaotumika mm. Unajua kuna options nyingi yeah. uh, unaweza ukaweka option hiyo ya hiyo uh, upward diminishing rate uh, yani kadri mshahara unavyoongezeka na yenyewe imekuwa ikishuka, au unaweza ukaja na flat rate yani uh, un un unapiga hesabu ile kima cha chini mfano hiyo asilimia uh, 35.1 yeah. Uh, ina maana inakuwa ni uh, 0.351 kwenye decimal places kwenye nafasi za desimali sasa yeah. Alafu unakwenda unapigia ndiyo e, kwa ule mshahara wa kima cha chini ile utakayoipata ina maana yenyewe utakwenda kumuongezea kila mtu katika e, zile skills za mishahara ambao watu wamekuwa wakipata mm. ina maana nyongeza yake itatokea hapo. Hiyo ni kwa ile uh, flat rate, lakini option nyingine ndio hiyo sasa mm. ambazo uh, unakuwa una, una, una, unapunguza kadri ambavyo mshahara unapokuwa mkubwa yeah. E, na nafikiri hii ndio njia nzuri zaidi e, hasa kwenye kuleta huo usawa na haki e, kwa sababu ukiangalia wakati napanda asilimia 23.3 e, ilifika muda anayepata mfano Uh, mm. zaidi ya shilingi milioni tatu na laki tatu mm. e ilienda kupiga hadi asilimia sita nukta tano kutoka kwenye ishirini na tatu nukta tatu mm. lengo ni kupunguza inequality. Mm. Legep, sasa. Sahihi, kabisa. Lakini hebu tusikilize tu, tu, viongozi wa wafanyakazi eh, hili mmelipokeaje? <coughs> awali ya yote tumshukuru mheshimiwa Rais maanake mm. kama mtatambua hata kaulimbiu yetu ya mwaka huu sema uchaguzi mkuu ishirini na tano utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Ndio kwa hiyo kwa chachu tu ya kaulimbiu, naona mheshimiwa rais amefanya kitu. Kwao ni mapokeo kwa kwa lile tabaka ambao walikuwa na mishahara ya chini au ndio, shangwe litakuwa kubwa na la kutosha, lakini mm. kwa wale ambao mishahara yao kidogo ilikuwa imeshiba wao, yeah. wataona kuna kitu kimeongezeka, maanake parfume itapopuliziwa, mm. sio kwamba itaishia hapo, hata wale wa karibu pia wanaweza kuifaidia uh -huh. na, sasa uchaguzi mkuu si bado haujafanyika eh? maana yake eh, wanaokwenda kupitisha hizi bajeti kuna wale madiwani mm, watafata wabunge ambao wanatunga sheria lakini, sure, na yule msimamizi mkuu ambaye ni rais, mm, kwao, tujikite kuchagua viongozi ambao watalinda na kutetea maslahi yetu kama wafanyakazi. mm -hmm. Katibu msaidizi, uh, kwa, kwa, ni, ni wazi kabisa una uzoefu mkubwa wa kufanya kazi na uh, vyama vya wafanyakazi vimekuwa Uh, chachu ya kudai maslahi ya ya wafanyakazi nimekuwa mstari wa mbele ya kulinda maslahi ya wafanyakazi na e, e, kuna, kuna wakati ilipita miaka takriban saba bila ile anaita annual increment ama nyongeza mshahara mpaka alipokuja kuongeza mshahara Rais Samia e, na hii kwa kipindi chake kama sio ni mara ya pili, kama sio ya tatu e, mara ya pili alifanya hivyo mwaka 2022 na, na sasa mwaka 2025. E, lakini kabla ya hapo mwaka 2022 kulikuwa kuna kama miaka saba hivi ambayo ilikuwa imepita bila e, nyongeza ya mshahara. Eh, huwa mnakuwa katika hali gani wafanyakazi pale ambapo Mei Mosi inapita hivi hivi e, bila tangazo kama hili? Asante sana ndugu mtangazaji. Eh, niseme hali tunayokuwa nayo sisi wafanyakazi wakati hatujapata ongezeko lolote la la mshahara kwa wafanyakazi kwa Mei Mosi ya hmm, kila mwaka inayofanyika huwa ni masikitiko wakati fulani wakati so, huo huo maisha yanapanda kila siku mm. Hali ya maisha inakuwa ngumu kila siku, kwa hiyo tunapo misi kupata ongezeko kwenye Mei Mosi inayohusika wafanyakazi huwa wananyong'onyea kwa kweli mm. Na wanakosa morali wa kufanya kazi, lakini kama alivyosema katibu wangu hapa wakanda kwa kweli, kwa ongezeko la, la Mheshimiwa Rais kwa mwaka huu ni shangwe. Hmm. Na tumshukuru na tumshukuru sana, kilichobaki tu ni utekelezaji, lakini tunashukuru sana kwa percentage hii aliyoiongeza. Asante sana. Haya sasa, good luck, nilikwambia leo Alimkimu atatupitisha darasani mm -hmm. Tunazungumzia kiasi cha shilingi laki tano ambacho atakipata aa, kwa ngazi ya chini kabisa mtumishi wa umma. Lakini mtumishi wa umma anaishi mjini, akipata shilingi laki tano ana familia ya watoto watatu ana majukumu yake mengine, anaweza kufanya shughuli ya maendeleo. Kwa mfano mathalani, mm, anunue kile kiwanja cha ishirini kwa ishirini mm, baada ya muda gani? <laughs> Alimkimu anatupeleka darasani. Haya, twende kazi. Shukran sana uh, sasa kwa mfano tukiwa tunazungumzia kiasi cha shilingi laki tano eh, uh, hii hii, sasa mimi na, napenda iwe kama tuseme ni net ile ambayo anaipata moja kwa moja. Sababu tukisema uh, ikiwa ina makato ina maana itashuka ita, ita kutoka hapo uh, tukisema nyewe mfano labda ni net uh, kiasi cha shilingi uh, laki tano inashauriwa. Hii formula ilikuja na uh, yule mwanamama uh, yule mwanasiasa wa Marekani Elizabeth Warren uh, ile formula hamsini uh, thelathini

E, kwa maana ya kwamba hamsini hizi tunaita needs, yale mahitaji muhimu ambayo huwezi kuishi e, bila haya mahitaji e, asilimia thelathini tunasema hizi ni wants. E, yani wewe hata ukikosa bado unaweza ukaendelea kuishi, alafu asilimia ishirini iende moja kwa moja kwenye e, akiba. Sasa huyu ni yule ambaye tunasema ana automate, anapeleka moja kwa moja kwenye akiba kwa sababu ukisubiri uki e, ufanye matumizi yote alafu kilichobaki uweke akiba kinaweza kisibaki e, na au kajikuta unaweka kidogo sasa hii inayokwenda kwenye kiba ambayo ni asilimia ishirini tunategemea ndo uitumie eh, kufanya maendeleo. Sasa hapa mesi eh, unaweza ukachukua eh, asilimia ishirini yaani ishirini eh, ya mia moja eh, zidisha kwa shilingi laki tano ili walau uweze kuona eh, ni kiasi gani unaweza ukawa una save kwa mwezi. Mm -hmm. kwa mwezi ina maana inakwenda kuwa eh, kiasi cha shilingi laki moja kama unapata kiasi cha shilingi laki moja ina maana utategemea kiende uh, kwa miezi kumi na mbili yani kwa mwaka mm. Uh, ili ujue unapata kiasi gani, ukizidisha hapa kwa mwaka unapata kiasi cha shilingi milioni moja na laki mbili sasa. Hii milioni moja na laki mbili uh, bei ya kiwanja ambacho umekizungumza nategemea na maeneo mm. Lakini uh, tuseme labda <laughs> maximum uh, kiasi cha shilingi milioni tatu mm. Uh, ndiyo kiwanja, ina maana sasa hapa itakuchukua uh, ili kufikia hapo, itakuchukua uh, walau, kwa sababu ni milioni moja na, na, na laki mbili unahitaji eh, nyingine kuiongezea walau ifike milioni eh, mbili na laki nne, alafu usogee tena mwaka wa tatu unaofuata walau upate hata na kuanzia msingi eh, kuweka ile foundation itokee pale. Kwa hiyo nilichukua eh, ni takriban ni miaka mitatu sasa hii eh, na hapo kuchua. sijapata tatizo lolote hadi yani, sijaumwa sijafanya chochote, au hizi za magonjwa zinaingia kwenye hii eh, sasa sa, sa, inakuja hapa hapa kwenye kiba, ndio maana tunasema hivi eh? Eh, Mercy, <laughs> personal no, no, finance unajua, unajua elimu ya fedha mtu binafsi masuala ya fedha mtu binafsi ni personal hizi. uh -huh. Asilimia tumezipangilia wewe unaweza ukaamua unavyotaka wewe, ili mradi tuitimie 100 ila ili niishi angalau yani, niishi kwenye hali isiyo ya frustration, tunasema nifuate hii formula kabisa, walau walau uendane uh, na hii formula nakumbuka Wants za kwako mwingine kwake ni needs. Eh, na needs za kwako mwingine kwake ni wants. Mfano eh, leo hii wewe mfano unaishi mbali na eneo unalofanya kazi. Gari mm -hmm. kwako haiwezi ay kuwa tena luxury. Eh, tayari imeshakuwa need kwako. Haiwezi tena kuwa want. Unaona huu uh, tofauti jinsi ambavyo eh, umekaa. Eh, huko bado sijagusia kwenye hizo luxury kwa sababu lengo mm -hmm. tubaki na kitu kinaitwa disposable income. Unajua mm -hmm. ongezeko la mshahara linalenga kubaki na disposable income. Mm -hmm. Ubaki na kipato cha ziada ambacho wewe unaweza ukasave au unaweza ukawekeza. Ndio maana tunashauri pia hii e, asilimia ishirini isiishie kwenye akiba. Tafuta maeneo ya kuwekeza ili hii fedha izalishe. Wengi wamekuwa wakiweka akiba, akiba inasumbuliwa na mfumuko wa bei. e, ukiweka akiba baada ya muda fulani ile fedha ukienda kuitumia inawezekana thamani yake e, isiyo ya kiasi kile. Mm. Ndio maana tunashauri tafuta maeneo ya kuwekeza, bora hii fedha wala ukaipeleke kwenye vipande uende, e, ukawekeze huko, lakini kuna uwekezaji kwenye hisa, hatifungani. Sasa angalia na riski zake pia. Uwekezaji uh, kwenye hisa tunaweza vijana na mikiki mikiki yake ile mm. uh, capital gain, capital loss, japo ina faida kwa ukubwa uh, lakini tunashauri kama umri kidogo umesogea, nenda kwenye atifungani yenyewe na kuguarantee hasa hasa za serikali, lakini pia hata za private pia, lakini uh, za government tunasema zenyewe ni less risk, less risk. Kwa ukubwa huo lakini private pia, so utaangalia hapo mtindo okay, jinsi unavyokwenda unaenda unawekeza, lakini pia kuna maeneo mengine hizi fixed deposit accounts, japo riba wakati mwingine imekuwa ikizungumzwa inahitajika kuongezeka mm -hmm, uh, ili tuweze kupata uh, tija zaidi. Kwa hiyo maisha ya huyu anayepata shilingi laki tano uh, anaweza akawekeza shilingi laki moja kwa mwezi, kwa mwaka ana milioni moja na laki mbili, bado ni magumu, si ndio? Ehe, mnazungumzaje hapo viongozi? yeah. no. Na ukizingatia yani, yani kwa hiyo taswira ambayo e, mtaalamu wetu wa uchumi amejaribu kutusogeza maanake hmm. tabaka la mfanyakazi, mazingira yake ya kazi yakiboreshwa na kuimarisha hmm. utendaji wake kazi utaimarika, lakini akiishi kwenye mazingira hayo duni, manake kila anachokipata aanze kukitafakari mimi kinanitoshelezaje? familia yangu na wale wote wanaonizunguka huko watafanyaje? hmm. kwa wakati mwingine e, wataalamu wetu ambao wanafanya hizi tathmini kwa hicho ambacho kimetokea, tunashukuru, lakini inabidi sasa akili ya ziada mfanyakazi ubuni kwamba nitafanya kitu gani cha ziada, mshahara wangu ufanye yale mambo ya msingi, lakini na kingine cha ziada nikipate kwa ajili ya kuhakisha uwekezaji pamoja na mambo mengine yanaendelea. Aametogeza pale kwa asilimia hamsini thelathini pamoja na ile ishirini hmm. Lakini vilevile vile kuna wataalamu wengine wanakuambia mahitaji yako muhimu inatakiwa yatumia asilimia sitini kumi wekeza kumi akiba ile nyingine iliyobaki zaka na sadaka. Sasa ukipata chote ukakitumia, utakuta huko mwisho kunakuwa na shida hmm. asante. Sasa, sasa kitu ambacho pia tunapaswa kufahamu ni kwamba mm, hapa tunazungumzia kundi kubwa sana la wafanyakazi no. E, kwa mujibu wa ripoti ya NBS mm, e, asilimia kubwa ya wafanyakazi ndio wapo kwenye kundi la unaolipwa kiasi cha sifuri mpaka shilingi laki nne na tisini na tisa yani mm, e, kwa maana sifuri mpaka e, shilingi laki tano ambao ndoo hii tunaozungumzia sasa wengi, mm, wako katika kundi hilo, na ripoti hii inasema kwamba E, watu milioni moja laki tisa na tisini na sita kati ya watu milioni tatu laki saba na elfu kumi na saba, ambao wapo kwenye ajira wanalipwa kati ya shilingi sifuri hadi shilingi laki nne na tisini na tisa. Wakati ambao wanalipwa mshahara wa shilingi laki saba na kuendelea ni asilimia ishirini na saba pekee. Kwa hiyo asilimia ishirini na saba pekee ya wafanyakazi ndo wanalipwa laki saba na kuendelea kwo unaweza kuona kwamba kwa jambo hili linagusa wafanyakazi mm -hmm. e, wengi zaidi Lakini, mm -hmm. Uh, tunafahamu uh, kuna bodi ambayo ipo iliundwa yes. Bodi, ya, yani bodi kwa ajili tu ya kushughulikana kima cha chini no. Yani wakae wa, na, nafikiri pia mapendekezo yao nao yalichukuliwa no. Bila shaka yoyote lakini bodi hizi pia zimegawanywa, kuna ambayo inashughulika na masuala ya uh, wafanyakazi wa umma, lakini pia kuna mengine wa, wa sekta binafsi. Sasa no. Mimi uh, hoja yangu ni kwenye sekta binafsi no. Sekta binafsi no. Kwa muda mrefu haijakumbukwa no na kila tu inapopita Mei Mosi tunaambiwa kwamba sekta binafsi bado tunaendelea. Hata elfu mbili na ishirini na mbili tuli na tuliambiwa bwana tunafanyia kazi na, okay. leo hii elfu mbili na ishirini na tano tumeambiwa tunafanyia kazi no. vyama vya wafanyakazi kwa nini amweki nguvu kubwa ya kutusemea sisi sekta binafsi, na sisi pia angalau mambo na. kama haya yanatugusa na sisi. Nashukuru sana kwa swali zuri, bahati nzuri nimekuja na ule waraka wa serikali mm, ambao ilikuwa ni amri ya kima cha chini cha mshahara iliyotangazwa tarehe ishirini na tano Novemba elfu mbili na ishirini na mbili mm hiki -hmm. kima cha mshahara kinadumu kwa miaka mitatu kwa sekta binafsi. Sasa hapa nimekuja na sekta zote mm. Alafu tuende sawa tuone kitu gani ambacho kilifanyika. Kwa, kwa sekta binafsi eh, eh, eh, sekta ya eh, kilimo kima cha chini cha mshahara ilikuwa laki na arobaini. Eh, sekta ya afya ilikuwa laki na tisini na tano. Sekta ya mawasiliano huduma za mawasiliano shilingi laki tano huduma za utangazaji na vyombo vya habari mm -hmm. Posta na usafirishaji wa vifurushi shilingi laki mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo ah, yani mtu ambaye anafanya kazi kwenye utangazaji, kima chake cha chini cha kuanzia atakiwa asilipwe si chini ya laki mbili na ishirini na tano. Tunaendelea. uh -huh. Sio sisi tupo hapo juu jamani. <laughs> <laughs> Kazi za majumbani uh -huh. Wafanyakazi wa kazi za ndani walioajiriwa na wanadiplomasia na wafanyabiashara wakubwa kima chao cha chini laki mbili na hamsini. Wafanyakazi za ndani walioajiriwa na maafisa wenye stahiki laki mbili wafanyakazi za ndani isipokuwa wale walioajiriwa na wanadiplomasia wafanyabiashara wakubwa na maafisa wenye stahiki wasioishi katika kaya za mwajiri laki na ishirini. Wafanya kazi za ndani wengine wa nyumbani ambao hawajaainishwa katika aya e b na che, kama sisi hapa tulipo. Aha elfu sitini aha, yani... mimi nabakiza laki moja, umeona sasa ya? mwezi na, na, na hapa huyu yeah, mfanyakazi imagine mtu analipwa shilingi elfu sitini yani kima. Bado tupo katika mazingira yani, sasa hivi tunavyozungumza, <laughs> tupo katika mazingira ambayo yeah, yani kisheria kabisa mtu kawekewa elfu sitini kama kima kama chake kama cha chini cha mshahara, lakini kumbuka ameajiriwa na mimi mwalimu nayelipwa laki tano. Sawa, wewe usinijiangalia wewe, lakini vipi kuhusu mimi? Nimebakiza laki moja tu. Sawa, yeye eh uh -huh. uh -huh. uh -huh. hoteli kubwa za kitalii laki tatu. hoteli za kati laki na themanini migahawa nyumba za kulala wageni na ba laki na nusu huduma za ulinzi binafsi uh -huh. makampuni makubwa ya kimataifa laki mbili na ishirini na mbili makampuni madogo laki na arobaini na nane sekta ya nishati makampuni makubwa laki tano tisini na mbili makampuni madogo laki mbili ishirini na tano. sekta ya usafirishaji sasa hapa inabidi hebu tusomee kichwa cha habari cha hiyo na nilipo naisoma inaitwa hivi <laughs> E, ni tangazo la serikali namba 687 la tarehe 25 mwezi wa kumi na moja hmm, mwaka 2022 sheria hmm, ya taasisi za kazi sura ya tatu amri hmm, ya kima cha hiyo, hiyo, cha chini kwa hiyo, yeah, ya ya mwaka 2004 nadhani <laughs> hiyo hiki ambacho kimepitishwa yeah ni kwa sekta binafsi ambacho cha kuanzia ndo kilikuwa hiki, lakini tushukuru eh, itasaidia sana watanzania wajue, maanake kuna baadhi ya wajili ay, hata huu mwongozo ambao umetolewa wanakiuka. Haya, tunakwenda sekta ya usafirishaji, huduma ya usafiri wa anga kima cha chini laki tatu na tisini huduma za utoaji mizigo na usambazaji laki tatu na sitini huduma za usafiri wa nchi kavu hawa madereva sasa mm, shilingi laki tatu. Sasa hapa aa, mimi katika calculation zangu hataki eh, kulipo sasa. Nikasema huu dereva ameajiriwa hapa mjini mm, amepanga na ana mke pamoja na mtoto mmoja, nikasema mm, tu kakuletie hesabu ndogo tu mm, kodi ya nyumba anayolipa iwe ya chumba na sebule, hmm. labda analipa shilingi shilingi laki moja laki moja Kitanzania Kitanzania, tuandike hapo, andika eh. laki moja andika pale, Kodi Kitanzania. nauli yake ya kwenda kazini na kurudi e. kwa siku anatumia shilingi 1400 zidisha, mara ishirini na sita tutapata elfu thelathini na sita na mia nne kodi ya meza anapoondoka nyumbani <laughs> pale lazima aache mke wake e. E kwa siku amwachie shilingi elfu kumi eh. mara siku 30 <laughs> imetimia shilingi laki tatu ili ambayo analipo na mwajiri wake, basi baka hapo kodi yake ya mwezi ya mwezi atakiwa, tunakwenda bili ya, ya, ya maji eh. alipie elfu saba mia tano lakini umeme kwa kujibana alipe elfu kumi na tano atatumia shilingi elfu ishirini na mbili na mia tano lakini kuna watu wataka Uh -huh. Atakiwa kuja kukusanya shilingi elfu tatu na ile ya ulinzi shirikishi shilingi elfu mbili atatumia shilingi elfu tano kwa mwezi <laughs> huyu mfanyakazi anakwenda kazini eh. Muda wa breakfast itabidi ajitahidi anywe chai. Eh. Kwa atumie shilingi elfu moja na mia tano na mchana atumie elfu mbili na mia tano eh, kwa hiyo kwa hiyo kwa mwezi atatumia shilingi laki moja na, na hapo kwa kujibana. Na hapo kwa kujibana. Sasa tumwombe Mungu huyo mfanyakazi dereva asiumwe Mungu mtoto wake asiumwe na mke wake asiumwe na isitokee dharura yoyote mzazi akahitaji angalau kuwezeshwa shilingi elfu hamsini aweze kununua mahitaji yake kwa, kwa, kwa hiyo kwa kifupi, anakuwa ana na deni la shilingi ngapi kwa mwezi hapa, hapa kwa, la haya la... ambayo tumeyajumlisha inafika la la laki tano la na sitini na saba na mia tisa kwa, ana kwa mwezi anakuwa kila mwezi ana, ana deni la laki mbili <laughs> kila mshahara hapo matibabu kina. Hakuna mkumbuke naomba hizo <laughs> na... bodi zisikie haya <laughs> msaabu. Kwa hiyo e, sisi kama vyama vya wafanyakazi na bahati nzuri hii mm, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi mm, e, kwa mwaka huu tulipata mwaliko kama viongozi wa wafanyakazi tukona mm, e, kwenda kutoa maoni ili maboresho yatakapoandaliwa kwa mwaka unaokuja, maanake tunategemea hii sinafanya kazi kila baada ya miaka mitatu, mm, watathmini hivi vima vya chini vya mshahara wanavyoenda kuvi announce kule viweze kuwasaidia hawa wafanyakazi. Pata picha huyo dereva ambaye yeye hasafiri, yeye yuko hapa hapa. Mm -hmm. anawekeza wapi? Mwisho wa siku watu wanaishi maisha duni na watatengezea mianya ya kuanza kutengeneza nini, wizi. Na unatakiwa uingie saa mbili, aingie saa mbili na atoke saa ngapi? saa kumi na moja, anakwenda kuwekeza wapi? saa nane unazitumia kazini, nane unazitumia kupumzika, zingine zingeweza kutumika wapi? Muda wetu unatutupa mkono na gharama za maisha zimeongezeka kabisa maeneo gani mengine ambayo mlitamani yafanywe kazi, katibu msaidizi? Uh, maeneo ni mengi uh, maeneo ni mengi, lakini hili la mshahara kwanza liangaliwe na katibu wangu kama alivyosema. Wakati mwingine kwenye taasisi zetu za za za kibinafsi, hiki tulicho kidadavua hapa, hata overtime mfanyakazi apewi hata transporti hapewi, kumbuka hiyo, na ndio maana tumekalkulate pale. Kwa hiyo sisi tungeomba vitu kama hivi, at least wapate hata kodi ya nyumba, apatiwe matibabu. Na sekta binafsi walio wengi matibabu hakuna. Wafanyakazi wapatiwe matibabu, wapatiwe nauli za kwenda kazini na kurudi, nje ya mshahara, at least inaweza ikasaidia, japokuwa hivyo vitu wakati vingine huwa vinatumika kwenye mkataba wa hali bora. Sasa wakati mwingine tunapata shida knowledge au uelewa wa wafanyakazi ndani ya taasisi zetu hizi za hasa za kibinafsi, wengi hawaelewi umuhimu wa chama cha wafanyakazi, elimu hiyo imetupita pembeni watu tulio wengi wafanyakazi. Kwa hiyo tujitahidi kuwaelewesha wafanyakazi, na kupitia kipindi hiki waajiri wetu watambue kwamba mfanyakazi wako akiwa na afya bora ni muhimu sana na inakusaidia wewe kumfanyakazi wako kufanya. Lakini tuna tatizo lingine ambalo tunaomba lifanyiwe kazi kabisa mikataba ya wafanyakazi walio wengi kwenye taasisi za binafsi za binafsi sore, ni mikataba ya mwaka mmoja mmoja. Hili tatizo kwa kweli ni kilio, ni kilio, kwa sababu mfanyakazi huyu anapolipwa mkataba anapopewa mkataba wa mwaka mmoja, kwanza hatambuliwi na taasisi zote za kifedha kwa maana ya kukopa, yes na kama mnavyojua mfanya mwananchi ma, yoyote na si mwananchi tu, hasa mfanyakazi ambayo tunawazungumzia sisi wafanyakazi wa hali ya chini uwezo hmm, wa kufanya maendeleo kama alivyo dada hua uchumi wetu pale hmm, si rahisi hmm, ni lazima aende kwenye taasisi za fedha ili aweze kukopeshwa na kampuni midhamini hmm, lakini anapoambiwa walete mkataba wako mwaka mmoja hatambuliki na wala hai, anaambiwa yani wewe bwana haiwezekani hmm, huyu mtu ni shida. Kwa hiyo makampuni yaliyo mengi wa, wa, wa e, watangazai na ndugu waajiri wetu wajitahidi kutoa mikataba japo ianze miaka mitatu hmm. Na tuna sheria nzuri tu zinasema kwamba mfanyakazi ukishamwajiri unampa, una angalizo contract, lakini kuliko kumwacha mtu mwaka mmoja tena una renew mwaka mmoja mtu anafanya miaka kumi bado anaendelea kurenew mwaka mmoja mmoja. Hii haikubaliki sana. Mkimu, unamalizia kwa kusema nini, kwa sekunde kadhaa? <coughs> Ifany, ifanyike survey ya kujua marginal propensity to consume yeah. Ifanyike majumbani, unajua no. Sensors zinatupa taarifa, lakini no. Kumbuka nafanyika eh, kwa muda mrefu eh, kila baada ya miaka kumi pasi na shaka no. Tunahitaji kufanya survey kabla ya kuja na hizi calculations za hii mishahara kwa household household economy, huko matumizi ni makubwa. Sana. Mm -hmm. Watu hawana disposable income mm -hmm. kile kiasi kinachobaki baada mm -hmm. ya kumaliza matumizi. Survey ifanyike, alafu turudi na hizo calculation sasa. Sasa tunakamilisha hivyo, asanteni sana, asante uh, viongozi wa vyombo vya wafanyakazi shukrani mm -hmm. sana, pia Ali Mkimo mm -hmm. eh, tukimulika uh, yale ambayo yamejiri kwenye uh, sherehe za Mei Mosi mwaka huu, lakini muhimu zaidi ni namna ambavyo tunaendelea kuona uh, maslahi ya wafanyakazi katika nchi hii inazidi kuboresha zaidi tunakamilisha hivyo na tutaendelea na mengine.